Aprili 10 mwaka 1992 katika kijiji kilichokisiri umaskini wa kutupwa huko Thedhus Bambali nchini Senegal, mama mmoja aitwaye Bi Setu Ture alijifungua mtoto wa kiume. Mtoto huyu aliitwa Sadio ama Saidi, vyovyote vile ni sawa, unaweza ukamwita maisha. Familia hii yalikuwa magumu sana, hata kupata milo mitatu ilikuwa ni shida. Wazazi wa Sadio Mane walikuwa ni wakulima huku tegemezi lilikuwa ni kwa baba yake pekee ambaye alikuwa akijishughulisha na shughuli mbalimbali za kuleta kipato nyumbani. Sadio Mane kama ilivyo kwa watoto wengine waliozaliwa katika mazingira magumu Afrika, mara nyingi alikuwa mitaani akicheza soka mpira wa makaratasi maarufu kama sodo. Alipofikisha miaka saba, baba yake alianza kuugua maradhi ambayo yalichukua uhai wake. Sadio alimpoteza baba aliyekuwa muhimili mkubwa wa familia na mama alisalia mjane akiachiwa watoto wawili wa Sadio na kaka yake Malik Mane. Baba yake Sadio aliugua kwa wiki mbili kisha alifariki kutokana na kukosa huduma thabiti za afya. Miundombinu haikuwa rafiki huko Bambali. Wakati baba yake Sadio Mane anafariki, Sadio alikuwa mtaani akicheza chandimu na rafiki zake, ndipo alipokuja mtoto mmoja na kumletea hizi taarifa kuwa baba yake amefariki. Mwanzoni Sadio alijua ni utani, sababu alimwacha mzee akiwa mzima nyumbani. Ilikuwa ni ngumu kuamini, lakini taarifa zilizidi kuvuma, ndipo alipoamini kuwa baba yake amefariki. Sadio alilia sana siku hiyo. Sadio anasimulia baba yake wakati wote alikuwa akimtaka mwanaye aache soka na asome sana dini imani ya Kiislamu, kwani baba yake alikuwa imamu, hivyo hakutaka kabisa mwanaye acheze kandanda. Sadio Mane, ndoto yake kubwa ilikuwa ni kucheza soka katika ligi maarufu duniani ya England APL. Sadio anasimulia kuwa alikuwa akizunguka na mpira wa makaratasi na popote pale atakapowaona watoto wakicheza, angeotoa wa mpira wake na kucheza nao, lengo ni kuzifikia ndoto zake. Umasikini ulimfanya Sadio akose elimu, ulimfanya kuishi maisha magumu sana, sababu baada ya kifo cha baba yake hali ilizidi kuwa ngumu, hata kukosa mlo wa siku kutokana na mama kushindwa kuzimudu gharama za maisha. Sadio Anakiri kuwa hata kama pangekuwa na shule ingekuwa ngumu sana kusoma sababu asingeweza kusoma huku akiwa na njaa tumboni. Mwaka 2002 Senegal ya Alhaji Diofu, mlinda mlango Ton Silva Alusis na wengineo wakiondosha Ufaransa Zinedine Zidane Zizu kwenye kombe la dunia tua kumi na sita bora na kufuzu robo fainali. Mafanikio haya yalimpa nguvu zaidi Mane kupambania ili na yeye siku moja avae jezi ya taifa lake. Baada ya kumalizika kwa michuano ya kombe la dunia, kulianzishwa ligi ya vijana katika kijiji chao, huku timu ya Mane ikipata ushindi kwa kila mchezo. Kila mtu kijijini alikuwa anauzungumzia uwezo wa Mane, lakini familia ilikuwa kikwazo. Mjomba ni mama alimfuata mjomba wake na kuanza kumshawisha aruhusiwe kucheza kandanda, ikiwezekana atoke nje ya kijiji kwenda Dakar, mji mkuu wa Senegal. Anko aligoma kata kata, kutokana na Saido kutokea katika imani ya Kiislamu, ndugu zake walimtaka afuate nyayo za baba yake, kuwa imamu wa msikiti, lakini Mani aliendelea kukaza kucheza soka hadi pale mama yake alipomruhusu Sadio. Akaingia kwa miguu yote miwili katika kandanda, dunia ikaanza kushuhudia makubwa kupitia miguu yake iliyobarikiwa nguvu na ujuzi wa hali ya juu mama na mjomba waliuza mazao yao yote na kumpatia pesa Sadio Mane ili aweze kusafiri kwenda Dakar kwa ajili ya kufanya majaribio kwenye kituo cha kukuzia vipaji vya watoto wadogo. Sadio Mane alisafiri hadi Dakar, huko walipokelewa na familia ambayo hakuwa anaifahamu kabla, wakamlea kama mtoto wao. Siku ya kwanza alipoenda kwenye akademi ya majaribio, kocha wa timu hiyo alimuuliza, amekuja majaribio au kutembea? Sadio alimjibu Hapana, mbona una viatu vibovu? Hata unaonekana tu hujui kucheza kandanda. Sadio alimwambia tafadhali, naomba nafasi ya kuonyesha kipaji changu. Yule kocha alipomruhusu, baada ya kukamata mpira Sadio Mane alifanya maajabu pale pale. Viongozi walimwambia amepita. Ilikuwa ni zaidi ya furaha kwa Sadio Mane. Maajabu yaliendelea kutokea kila siku akiwa Dakaa. Kulikuja skauti kutokea taifa la Ufaransa waliokuwa wanatafuta vipaji nchini Senegal, ambao lengo lao kubwa ni kutafuta vijana wanaoishi katika mazingira magumu wanaojua kucheza mpira na kuwasaidia. Skauti hao walipomwona Mane walishangazwa na uwezo wake na kila mmoja alivutiwa naye. Sadio Mane alifanya vizuri katika majaribio ya mradi huo ulioitwa Generation Foot na kufanikiwa kupita katika mchujo. Hili likawa tundu lake la kutoboa kimaisha. Scouts walimpeleka Sadio Mane nchini Ufaransa, katika akademi ya Metz, na ilikuwa ni zaidi ya furaha kijana kuziishi ndoto zake. Kumbuka hapa alikuwa na miaka 15 tu. Metz ni timu iliyotoa mastaa wengi kutokea Afrika, akiwemo Emmanuel Adebayo, Papi Sise na Louis Saha mfaransa mwenye asili ya Afrika na wengineo wengi. Sadio Mane hakumwambia ndugu yake yote kuwa ameenda Ufaransa. Wao walijua kijana yupo dakaa. Alikuwa na miaka 19 alitaka kuwafanyia surprise watu wake wa karibu kwa kufanikiwa kucheza soka barani Ulaya. Mama Satu bado alidhani mwanaye yupo dakaa, lakini kumbe Mwamba anakula baridi kali huko Ulaya. Hii ilikuwa ni mwaka 2011. Siku moja Sadio alichukua simu na kumpigia mama yake, kisha akamwambia mama, nipo nchini Ufaransa. Mama alimuuliza dakaa, kuna sehemu inaitwa Ufaransa mwanangu? Sadio alijibu hapana, Ufaransa ni nchi ipo barani Ulaya. Ilikuwa ngumu kuamini hadi pale mama alipomwona mwanaye kwenye luninga akicheza kandanda. Alifurahi sana kumuona mtoto wake ametimiza ndoto. Sadio Mane anasema mama yake atazami mechi akicheza, kwani anahofia mtoto wake ataumizwa na kupata majeraha. Hali ya hewa nchini Ufaransa na kukumbuka nyumbani kwao vilimpa ugumu sana Sadio Mane na kumfanya kila alipofikiria ndoto yake ya kucheza Ufaransa, alipambana kufanya vyema zaidi. Mane alifanya vizuri akiwa na Mainz na akaiwakilisha Senegal katika michuano ya Olympics iliyofanyika London, Uingereza. Na ikamfungulia njia ya kusajiliwa na Red Bull Salzburg ya Australia, iliyokuwa ikishiriki Europa League kwa wakati huo, akicheza michezo 61 akaweka kimiani mabao 33. Baada ya kufanya vizuri Sadio Mane, mwaka 2014, ndoto yake ya kucheza EPL ilitimia, akasajiliwa na watakatifu wa Southampton alipodumu hadi mwaka 2016 akiacha kumbukumbu ya kufunga mabao 21 katika michezo 67. Ulimwengu mzima ulizidi kumtambua Mane baada ya kufanya balaa ndani ya Liverpool na kuwasaidia majogoo hao kushinda ligi ya mabingwa barani Ulaya na kutoa taji la ligi kuu ya England baada ya miaka 30 kupita. Sadio Mane mbali na umaarufu wake, hana mchoro wote ule katika mwili wake na amekuwa msaada mkubwa huko Senegal haswa kijijini kwake alipotokea Bambali, akijenga vituo vya afya, shule na miundombinu mingi ili kuisaidia jamii yake. Akiwa Liverpool, Mane anasema kwa ajili yake kila mkazi wa kijiji hicho ni shabiki wa timu hiyo, huku kila Liva ikicheza, basi hufungwa luninga kubwa na kijiji kumtazama shujaa wao. Sadio Mane anaishikilia rekodi ya kufunga hatrik ya mapema zaidi katika ligi kuu ya England dhidi ya Aston Villa akitumia sekunde 176. Hivi sasa, Mane anayesifika kwa upole na nidhamu ya hali ya juu anayechezea klabu ya Al Nassr ya huko nchini Saudi Arabia ambao walimchukua kutokea Ujerumani kwenye klabu ya Bayern Munich. Kipaji ni nyenzo muhimu sana katika kufanikisha maendeleo ya mtu yoyote ule. Mungu hugawa kipaji kama zawadi na malipo yake ni kukitumia kipaji hicho katika namna nzuri ili kikuletee mafanikio katika safari yako ya maisha kama Sadio Mane. Endelea kuitazama Champion TV, endelea kusubscribe chaneli yetu kwa ajili ya kupata simulizi mbalimbali mbali. Mimi ni Steve Champion.